Sema ukweli, toka nimezaliwa sijawahi ah, mimi si nimeenda juice guard hapa afu akanikatalia, wakaniambia elfu kumi. Misemo hii imekuwa ya kawaida kuisikia kwa baadhi ya watu na hata jamii huku, wengi wakiishi na dhana ya mimi Mungu ananilinda nienda hospitali kufanya nini, ili hali siumwi mimi naogopa kwa kweli, na wengine kwenda mbali zaidi hadi kusema mwana kulitafuta mwana kulipata. Miongoni mwa jamii nyingi, utamaduni wa kutokagua afya zao hospitali imekuwa kawaida. Karibu kwenye makala hii ambayo kwa kina itakwenda kuangazia utamaduni huu wa kutokwenda hospitali kufanya. Kufanya uchunguzi wa afya bila kuugua. Kwenye makala hii utakwenda kujifunza faida nyingi sana za kufanya uchunguzi wa mara kwa mara wa afya kabla ya kuugua. Mimi ni Esther Agustino, karibu. Mpaka sasa kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika la afya duniani WHO, mwaka 2022, inaonyesha kuwa magonjwa yasiyo ya, ya kuambukizwa NCDs, husababisha asilimia 74 ya vifo vyote duniani sawa na vifo milioni 41. Hii ikiwa na maana kuwa kwenye kila watu kumi wanaofariki, basi watu saba wanafariki kutokana na magonjwa yasiyo ya, ya kuambukizwa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, magonjwa manne makuu ambayo ni magonjwa ya moyo, kisukari, saratani na magonjwa ya mfumo wa hewa ndiyo yanachangia zaidi ya asilimia themanini ya vifo duniani. Lakini swali kubwa ambalo bado linabaki ni kwa nini watu wengi hawana utamaduni wa kwenda kukagua afya zao kwenye vituo vya afya au hospitali? Swali hili moja kwa moja ninawaangushia wananchi, na hapa wanaeleza kwa nini wamejenga utamaduni huu wa kutokwenda hospitali kupima afya zao bila ya kuhisi kuwa wanaugua. Kwa sababu tushazoea sisi Waswahili, mpaka mtu ndo enda hospitali, pasi na kuumwa haendi hospitali na hisi hivi. Ah, hisi mimi ni nimeenda juzi gadi hapa, afu akanikatalia akaniambia elfu kumi. Sasa kupima HIV. E wapi? Tabata shule pale hospitali. Kwa hiyo ikakufanya urudi, ama ulipima? Rudi nyumbani, sijapima tena. Nilienda na mke wangu mjamzito, mjamzito jukati tena, lakini sio, nilienda mwenyewe kuangalia afya yangu tena. Tabata shule pale kwenda pale kupimwa na ananiambia elfu kumi, na mimi mdao, nilikuwa najua ni elfu mbili, labiri nrudi tena nijipange. Kwa hiyo hujaenda mpaka leo? Sijaenda. nilienda tu sikui a, nilikuwa nimeenda alipokuwa mjamzito kupima wote kwa pamoja, ndo nilienda lakini kwenda hapo tena sijaenda, kwa sababu kila hospitali unaofika sasa hivi unataka hela elfu tano elfu kumi, kwa shida sema, kwa kweli toka nimezaliwa sijawahi kabisa. Haujawahi? sijawahi kwenda kucheki afya. Haujawahi kupata changamoto yoyote? Ah, changamoto ninazo, lakini nikienda kwenye hospitali ninauma, lakini sio kwamba nitatoka hapa ni kama hivi tatopakama hivinilivyo ndhaeanikahekiafya. Changamoto changamotogani ambayo uliipata ukaisi kwamba hii changamoto ambayo nimeipata imesababishwa na mimi kuto kucheki afya bila ya kwamba siu. Changamoto ni nyingi, ila kikubwa sana ni umaskini tu, lakini ni vizuri sana kwenda kucheki afya, lakini umaskini ndio uliotawala. Mtu huwezi ukenda hospitali kusema naenda kucheki afya. Muhimu kuliko yote ni kuwa kinga ni bora kuliko tibi. Maana usipochunguza afya yako mapema utajikuta ukitumia dawa kama chakula, maana itakubidi kutumia dawa kila siku ili kupigania uhai wako. WHO inaripoti kuwa asilimia hamsini ya watu duniani hawafanyi uchunguzi wa afya mara kwa mara, hasa kwa magonjwa yasiyo na dalili za awali katika ripoti ya WHO ukanda wa Afrika 2022, inaripoti kuwa asilimia hamsini ya watu barani Afrika hawajawahi kupimwa shinikizo la damu au kisukari. Ripoti ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza Afrika ya mwaka 2021, NCD Alliance Africa, inabainisha kuwa ukosefu wa utamaduni wa kuchunguza afya mapema ni miongoni mwa vikwazo vikuu vya kudhibiti magonjwa yasiyo ya ya kuambukiza hasa vijijini na miongoni mwa vijana. Licha ya ripoti nyingi kueleza namna magonjwa yasiyokuambukiza yanavyoathiri jamii, lakini utaratibu ukoje kwa mtu ambaye anataka kwenda kupima afya yake licha ya kwamba haisi kabisa kuwa ni mgonjwa? Swali hili linanifanya nifunge safari hadi katika hospitali ya taifa Muhimbili, kukutana na muuguzi mbobezi wa magonjwa yasiyo ya, ya kuambukiza. tuna kitengo maalum ambacho kinahusika na magonjwa yasiyoambukiza ya na mtu akija kupima au akija kusema anacheki afya yake, kuna utaratibu anakuja anapewa ili aweze kupata huduma inayostahili. Na kuna kitengo kabisa au ki, au kliniki ambayo inahusika na, na magonjwa yasiyoambukiza. Jamii ninge taka sana itambue kwamba magonjwa ya kuambukiza ni magonjwa ambayo hawezi kusambaa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na magonjwa hayo ni kama kisukari, shinikizo la juu la damu, aa, magonjwa ya moyo na magonjwa ya kurithi. Nikimaanisha magonjwa yanayotoka kwenye familia mmoja, mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwenye kizazi. Sasa magonjwa hayo tunaita ni magonjwa yasiyoweza kuambukizwa. Na kwa sasa hivi naweza kusema kwamba jamii ina

to, ukitofautisha na siku za nyuma huko kwamba watu walikuwa hawatambui kwamba haya magonjwa ya kuambukiza ni nini, hawa walikuwa hawezi kuyatambua. Lakini kwa sasa hivi tukiangalia, kuna mwamko mkubwa sana, jamii inatambua kwamba magonjwa haya kwa ambukiza, ya kuambukiza yanaleta shida kubwa sana, hasa kwenye ugonjwa wa figo kwa sababu magonjwa enyewe, ya figo yenyewe yanasababishwa na magonjwa yasiyoambukiza na magonjwa figo, ya figo yamekuja kwenye yamekuwa kwenye kategoria ya magonjwa yasiyoambukiza kwa sababu chanzo kikubwa ni magonjwa yasiyoambukizwa ambacho chanzo kikubwa ni magonjwa ya sukari. Aa, ugonjwa wa sukari na shinikizo la juu la damu vyote vinasababisha nini? Ugonjwa wa figo. Sasa kwa sababu jamii imeona kwamba hichi kitu ni kikubwa mpaka kinakuja kusababisha magonjwa ya figo. Sasa wamepata mwamko, wanakuja kupima na kuangalia, bwana, sisi mimi ni kitu gani kinanisumbua au nina shida gani kwenye mwili wangu? Bwana nakuta labda ninapata shida hii au shinikizo langu la juu liko la, damu labda liko juu au sukari yangu inapanda. Kwa watu wanakuja sana hospitali na wanapata elimu, na tunachokifanya jamii tuna, tunaipa elimu na kuijulisha kwamba kuna magonjwa asiyoambukizwa ili waweze kupata mwamko na kuja kuangalia afya zao, kufanya check up sio tu mtu mzima, sio kijana, sio mtoto, yani wote tunatakiwa tufanye check up. Kwa mfano, ukiwa na umri mdogo ukafanya check up ukajijua, labda mimi uh, niko vizuri, kwao utakuwa utapata, yani uh, wasa au nafasi zaidi ya kujilinda na kutunza afya yako ili usiweze ku, ukafikia kwenye hatua mbaya zaidi ukiwa haujitambui kwao, ukishajua labda uka, ukacheki afya yako ukajijua, labda mimi sasa hivi naumwa ugonjwa fulani au mimi saizi nina kisukari au sasa hivi mimi nina shida ya uh, shinikizo la juu la damu au sasa hivi mimi nina shida ya figo. Kwa sababu ukishajikuta tayari una shinikizo la damu obviously, zitaanza ku eh, nilinde figo zangu, au nifanye hivi nisije nikajikuta nimeangukia kwenye madhara zaidi. kwa ukishajua hivyo, ni rahisi wewe kuweza kucontrol pressure yako kuweza kufanya uh, uh, sukari yako iwe vizuri, ili usije kupata madhara zaidi huko mbeleni. Kwa mfano unaweza ukasema labda unaenda dispensary una kaangalie presha yako ikoje, au unataka kaangalie sukari yako ikoje, au unataka kaangalie uzito wako ukoje, au unataka kaangalie urefu wako ukoje, au uwiano wako wa urefu na uzito ukoje. Yani ni sehemu yoyote unaweza ukafanya hivyo vitu, na tunaweza tukaona kwamba kitu kama uzito au urefu unaweza, kwa mfano kama unapita, unatembea, unakuta sehemu mtu ameweka mzani tu hapo. Yani ni vizuri ukawa na tabia, umeshapita hapo, umeona mzani eh, nipime uzito wangu nione ukoje, ili uweze kujua uzito wako. Je, unapanda au unashuka? Yani hivyo una, na ukifanya hivyo, na ni kitu ambacho kitakusaidia wewe kujijua afya yako. Kwa hiyo kucheki afya sio lazima uje hospitali kubwa hii ya taifa, unaweza ukacheki hospitali ambazo ni za vituo tu vyetu vya kawaida vya, vya, vya afya. Kwa hiyo kisha cheki hivyo, kaona labda una shida au una kitu ambacho kime hospitali ya kawaida naenda, labda napima moyo <laughs> unaweza pia ukafanya hivyo au ukapima vitu ambavyo ni vya mwanzoni, kwa sababu kuna vitu vingine tu hata hospitali za kawaida au za kituo cha afya unaweza ukaenda ukakufanyia. Kwa hiyo akishagundua una shida kubwa ambayo wenyewe hawawezi kui manage au kuitibu kui watatuletea sisi huku kwenye hospitali ya taifa ambako kuna madaktari bingwa au huduma za kibingwa ambazo zitaweza kukusaidia wewe, mwenye sikio na asikie yale yaliyonenwa na muuguzi bingwa. Maana kuchelewa chelewa utakuta mwana si wako, wakati takwimu za shirika la afya duniani zikisema kuwa magonjwa yasiyokuambukiza husababisha asilimia sabini na nne ya vifo vyote duniani. Lakini hapa Tanzania, ripoti ya wizara ya afya Tanzania mwaka elfu mbili ishirini na moja inaonyesha kuwa asilimia thelathini na nne ya vifo nchini vinatokana na magonjwa yasiyo kuambukiza, huku wagonjwa wanaougua magonjwa yasiyo ya ya kuambukiza kutoka mwaka elfu mbili kumi na tisa hadi mwaka elfu mbili ishirini na tatu iliongezeka hadi kufikia asilimia ishirini ndani ya miaka mitano pekee.

Ripoti hiyo inasema kuwa chini ya asilimia 20 ya watanzania wanaonekana kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara, huku wanaume na vijana wakiwa nyuma zaidi kufanya uchunguzi wa afya zao. Bila shaka utakubali kuwa utamaduni wa kutopima afya ni kuhatarisha afya yako mwenyewe, kama vile msemo maarufu kule kanda ya ziwa kutoka kwa wasukuma wanavyosema, kusikia kwa kenge mpaka damu itoke masikioni. Tafadhali usisubiri kutokwa damu sikioni ndio uanze kutafuta matibabu, maana utakuwa umeshachelewa sana. Kama ulikuwa una sita, basi sasa uko tayari kubadili utamaduni huo hatari wa kusubiri ugue ndio uende hospitali. Je, wewe mtazamaji, umejiwekea utaratibu wa kupima afya baada ya muda gani? Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha makala hii, mimi ni Esther Agustino na hii ni Msasa Media.